Karibu kwenye habari za ulimwengu. Kauli ya kushangaza lakini thabiti imetoka Greenland, eneo lenye barafu nyingi lakini lenye uzito mkubwa wa kisiasa duniani. Viongozi wa kisiasa wa Greenland wamesema wazi kuwa hawataki kuwa sehemu ya Marekani, wakipinga moja kwa moja kauli na dalili za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu nia ya kudhibiti au kuimiliki Greenland. Kauli hii imekuja kama jibu la wazi kwa matamshi ya Trump, ambapo kwa mara nyingine ameibua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu mustakabali wa Greenland. Ingawa kisheria Greenland ni eneo linalojitawala chini ya Denmark, msimamo wa viongozi wake umeonyesha kuwa suala hili halipo tena mikononi mwa Denmark pekee, bali mikononi mwa wananchi wa Greenland wenyewe. Viongozi hao wamesisitiza kuwa Greenland si mali ya kuuzwa wala si zawadi ya kisiasa kwa taifa lolote kubwa. Wamesema wazi kuwa hawataki kuwa Marekani, hawataki zimishwa katika mifumo ya kigeni, bali wanataka kulinda utambulisho wao, utamaduni wao na haki yao ya kuamua hatima yao kama Greenlanders lakini nyuma ya kauli hizi za kisiasa kuna mchezo mkubwa zaidi wa kimkakati. Greenland ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kiuchumi, hasa kutokana na nafasi yake katika eneo la Arctic, rasilimali za madini adimu, na umuhimu wake katika ulinzi wa kimataifa dhidi ya Urusi na China. Kwa Marekani, Greenland si kisiwa cha kawaida, bali ni nguzo muhimu ya usalama wa Arctic, kituo cha kimkakati cha kijeshi, na eneo lenye rasilimali ambazo zina weza kuamua mustakabali wa teknolojia na nishati duniani. Ndio maana Trump ameendelea kuliongelea eneo hili kama sehemu muhimu ya masilahi ya Marekani. Hata hivyo, kwa mtazamo wa Greenland, kauli na presha kutoka Marekani zinaonyesha kama aina mpya ya ukoloni wa kisasa. Badala ya heshima na ushirikiano, viongozi wa Greenland wanaona kama nguvu kubwa zinajaribu kutumia ukubwa wao kulazimisha maamuzi ambayo hayakubaliwi na wananchi wa eneo hilo. Kauli ya hatutaki kuwa wa Marekani imepokelewa kwa hisia tofauti duniani. Wengine wanaiona kama ujasiri wa nchi ndogo kusimama dhidi ya dora kubwa, huku wengine wakiona kama changamoto ya wazi kwa sera za kigeni za Marekani chini ya uongozi wa Trump. Kwa Denmark na Umoja wa Ulaya, kauli ya Greenland inaleta shinikizo jipya la kidiplomasia. Ulaya kwa sasa inalazimika kusimama kati ya kulinda haki ya Greenland ya kujitawala na kudumisha uhusiano wa kimkakati na Marekani mshirika wao mkubwa wa kijeshi kupitia NATO. Hali hii pia inafungua mlango kwa ushindani wa nguvu nyingine kama China na Urusi, ambazo zinafuatilia kwa karibu maendeleo ya Arctic. Kadri mvutano wa Marekani na Greenland unavyoonekana, ndivyo mataifa mengine yanavyopata nafasi ya kujiingiza kimkakati katika eneo hilo nyeti. Kwa mtazamo mpana zaidi, kilichotokea Greenland ni ishara ya mabadiliko ya dunia ya leo. Nchi ndogo na maeneo yanayo jitawala hayako tayari tena kunyamaza mbele ya shinikizo la nguvu kubwa. Wanataka sauti, heshima na nafasi ya kuamua mustakabali wao bila vitisho vya kisiasa au vya kijeshi. Swali kubwa lililobaki ni hili: je, Marekani itaichukuliaje kauli hii ya wazi kutoka Greenland? Je, Trump ataendelea kusukuma ajenda ya udhibiti au atachagua njia ya diplomasia na heshima ya uhuru wa watu wa Greenland? Kwa sasa ujumbe kutoka Greenland ni mmoja na uko wazi. Katika dunia ya mashindano ya nguvu na maslahi, eneo dogo linaweza kusimama na kusema hapana. Mimi ni Isaac Samuel, na hii ni Vision TV.